Siku kadhaa zilizopita ubalozi wa Marekani nchini Tanzania walitoa taarifa yake kuhusiana na uhusiano baina ya mataifa mawili, Tanzania na Marekani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Marekani ambayo inawakilisha serikali ya Marekani nchini Tanzania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 watalii na maslahi ya Tanzania hatarini na kutishia kudhoofisha ustawi na usalama wa pamoja ambao umekuwa alama ushirikiano wetu kwa miongo kadhaa. Marekani haiwezi kufumbia macho vitendo vinavyohatarisha usalama wa raia wetu au usalama na utulivu wa kanda. Mustakabali wa uhusiano wetu rasmi wa kibalozi na serikali ya Tanzania utategemea matendo yake. Hii ni kauli ambayo ilitolewa siku kadhaa zilizopita na ubarozi wa Marekani nchini Tanzania kupitia kwa kaimu msemaji mkuu wa serikali ya Marekani Tom Pigot, ambaye alitoa taarifa hiyo. Kufuatia taarifa hiyo iliyotolewa na ubarozi wa Marekani siku chache zilizopita, hii leo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekutana kufanya mazungumzo na Andrew Lentz, ambaye ni kaimu barozi wa Marekani nchini Tanzania. Katika hatua hiyo, kupitia Ikulu mawasiliano wamesema kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia suluhu Hassan akiwa kwenye picha pamoja na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Mheshimiwa Andrew Lentz, Ikulu Chamwino mkoani Dodoma leo Disemba 8, 2025. Hata hivyo, kwa mjibu wa kauli nyingine ya Ikulu mawasiliano ambayo iliwakilisha kwa niaba ya rais, walisema kwamba rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia suluhu Hassan amekutana kuzungumza na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Mheshimiwa Andrew Lentz Ikulu Chamwino. Pamoja na masuala mengine walijadiliana kuhusu ushirikiano wa kiuchumi, kisiasa, kijamii pamoja na miradi mbalimbali ya mbali maendeleo baina ya Tanzania na Marekani.